Swali, ah, zipo majina kabisa zimekaa nani? Majina, naitwa kiza ila kisana kabisa yeah. Naitwa najua. Najua. Yani, kusema kama kidogo ya rapa. Yeah. Ah, kuna, naweza kama ah, yangu. Yeah. Ah, yani kwa upande wangu sijawahi kunyamba siku moja ila huwa anapendelea nyimbo sana za wasanii. Okay. Uh, yani, uh, nikanunua headphone yaani, sasa hivi hapa nipo na bongo kubwa tu ndio zipo zimejaa kwenye headphone zangu. Headphone uh, kwa Kiswahili. Mm. Ah, kwa, ni kwa Kiswahili kwa kwa yenyewe kwanza headphone. Okay. Kwa Kiingereza, kwa Kiingereza. Mm. Ah, sijui hivi kati ya sumu ya kuua na sumu ya kuteketeza ipi ni sumu kali? Sumu ya kuua. Sumu ya kuteketeza. Ipi ni sumu kali na sumu ya kuteketeza? hmm. <laughs> Yani sumu ya kuteketeza ni kama vile kuteketeza familia mzima au, ndio maana sema ipi kwanza ni sumu kali, kati ya hizo sumu mbili <laughs> ah. Yani kuteketeza nayo naona kama vile ni kuua hmm. hey. Kwa hiyo hilo ni tamani tujue sumu moja tukate hizo mbili, tujue sumu gani ambayo ni kali sana sana. Ambayo ni kali sana ni ile ya kuteketeza e, kwa sababu ya kuteketeza, upande mwingine anateketeza hata familia mzima. Hiyo ni ndo ya kuteketeza hiyo. Halafu tukisema ya kuua ni ile kama vile mtu ameenda kutumia sijui vinywaji huko, alafu amekuwekea we mwenyewe kwa gikali sana hiyo inaua si mtu mmoja, mmoja. Sio kali kwangu, upande wangu sio kali sana ila ni ukali kwawe mtu mmoja hivyo. Hata kwenye mabomu kunakuwaga mabomu ya, ya nuclear yale eh. Bomu ya nuclear sijui unajua ni bomu ambalo linalipuaga mji mzima mzima. Alafu yeah. Kuna haya mabomu ya kawaida kawaida ambayo yakipiga pale linalipua mtu mmoja, si ndo maana kuna sumu ya, ya kuua na sumu ya kuteketeza. Ndo maana niweza kati ya hizo mbili ipi ni kali kwa maana umeuliza kati ya hizo mbili ipi ni kali? mm. na kurudisha tena kwenye mabomu kule. Kuna bomu la nyuklia linaweza kusambaza tuseme, kwa mfano kambi nzima, hmm. na kuna bomu tu la kawaida kama mavita na hmm. bomu hivi ina kulipoa mtu mmoja aidha wawili. Sasa ndio maana kati ya hayo mabomu ipi ni bomu kali sana? Ah, yani hapo upande wangu kabisa, kama upande wangu mimi naona kama bomu kali ni ile ambayo inateketeza familia mzima. Hiyo. Hey, hiyo. Hmm. Ndo, naona kama vile, upande wangu ndo kali hiyo. Eh, tujisasa tuende kwenye sumu kati ya sumu ya kuua na sumu ya, ya kuteketeza ipi ni sumu kali? Yeah, sumu kali ni ile ya kuteketeza. Eh, ndo shida. Upande wangu sawa bwana, hicho ndio nataka tukijue kutoka kwako. Asante bwana, eh, ndo upande wangu, kabisa. Poa, amna kabisa, amna kabisa. Haya ndio hivyo. Yeah, yani tukisema upande wangu kwa kupendelea nani bongo sana Nasa ni kakupigia na ni mziki moja hivi kama wasanii hapa. Hapa e Mfanya hivyo kwa nsutu kusikiliza. Pige kwanza kidogo eh. Muda mwingine unaweza za nini, utani ona Vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani. Eti Muziki shetani, Pesa nazo shetani, Mpira na pombe shetani, Mademu na niyadharati shetani. Na mimi Mungu yupo unajua

Yaani maana boy hapo siwezi nikafahamu kabisa mwenyewe hapa. Konde so, boy kirufu chake k chake. Chake. Ah, kirufu chake ni kama kirefu. Ah, yani hiyo <laughs> hiyo kusema kweli hiyo vibrasio yake mimi siwezi so nika nikaifungua vizuri, hata neno boy kwa Kiswahili hujui. boy boy, upande wangu ni kama vile mwanaume hey. Sasa ule mfanyakazi anaitwaje? mfanya kazi ya, <laughs> <laughs> hmm. <laughs> uh, mfanyakazi kweli naye anaitwa boi huyu nataka kumaanisha kwamba kunde boi ni, ni mfanyakazi eh <laughs> <laughs> Kwa nini usiweki singo kule mbele tukajua singo Maza. Maza ndio jina umepewa na baba na mama. Mariam. Sasa Mariam, sisi tuna swali moja, hivi kati ya sumu ya kuua na sumu ya kuteketeza ipi ni sumu kali? Sumu ya kuteketeza. Ya kuteketeza, yaani kuna kuua, kuna mtu mmoja na kuteketeza watu wote ipi ni sumu kali hapo? Ya kuteketeza watu wote. Sumu kali. Mhm. Sema ndio tena? Mariamu au Maza? Au Maza. Mimi napenda jina Mariamu lakini. Ndio vizuri. Asante. Safari njema. Unaelekea wapi? Nyumbani hapa. Sawa sawa. Bomu. Kuna bomu ya nyuklia na bomu hizi za za kufyatua hivi ao kama unatoa ai ka afu narusha eh, unajua kabisa kuna nyuklia ambayo inaweza kusambasha hata kambi nzima na kuna ile bomu na akatoa hivi, afu na karusha hivi. Kwa hiyo ipi hapo inakuwa ni bomu? Kati zima njoo kali, kati mzima njoo kali. Hata kwenye pia kuna sumu kali na sumu ambayo sio kali, kali. kuna kuna, una unataka kumaanisha wewe mimi? kiupande wangu mimi, mimi kibonasi mi sasa, yote ni kali. Kwa nini? kwa kwakuwa nikipata majanga hata au, au mtu mmoja braha, mi kwangu, naumia zaidi. Nasema nazungumzia nini? Kuna ile sumu, kwa mfano, imetegewa mtu mmoja eh, alafu wewe ukafika na sumu nyumbani ukawekea watu wote kwenye chakula hivi, unafikiri kwamba wote watakufa kwa ujumla, kama wakitumia, kama ni waini watano, kama kama sio sumu ya kunuia, wote watafariki bra Eh, lakini kama, yeah. Kama ni sumu ya kunuia u, ule mlengwa ndio ambayo mwenye ataifariki basi, ila, hata kama itakuwa sio kunuia, hata kama maana, unajua kuna kiasi cha mtu, lakini kuna wengine lazima watapona, wakisema wawai, hata wote aa, wakapona, wakiwai. Yeah. Poa bwana, mimi nimekuelewa bro. <laughs> safari <laughs> njema.